Hatimaye Askofu Josephat Gwajima, God bless Lema, John Mnyika Amani Golugwa na wenzao wamefikiwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi lina watu humu watu hao kufuatia yaliyotokea siku ya tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025. Tulishuhudia changamoto zilizotokea siku hiyo. Inaelezwa watu walipoteza maisha mali kuharibika na athari kubwa imetokea katika maeneo kama ofisi za TRA, Takukuru, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi yaendayo haraka yaani mwendo kasi, ofisi za serikali za mitaa, barabara za rami na zege kuteketea kwa moto kwa matairi, na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi lakini pia magari ya umma mengi yaliteketezwa. Kilichotokea siku hiyo ya tarehe 29 kwa sasa kinazungumzwa sana ndani na nje ya Tanzania, na sasa tunashuhudia tuhuma nzito kwenda kwa Askofu Josephat Gwajima na wenzake. Siku moja kabla ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu wa 2025, Askofu Gwajima aliibuka baada ya kimya cha muda mrefu na kuzungumza mambo mengi makubwa na mazito sana, huku akiishia kusema kwamba yeye yuko tayari kuungana na Watanzania mpaka mwisho, kwa sababu yeye amekuwa akipambania kanisa lake lifunguliwe bila mafanikio baada ya kuwa limefungiwa na serikali. Itakumbukwa kwamba pia God Bless Lema kabla ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu wa 2025 aliibuka na kusema kwamba maisha yake yapo hatarini na kwamba anawindwa na watu wasiojulikana na akatuma message hiyo kwa rais. Lakini baadaye aliamua kwenda kituo cha polisi ili awekwe ndani, maisha yake yaweze kuwa salama, lakini jeshi lilimkatalia na kumhakikishia usalama. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ninajaribu kukukumbusha hayo ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kwa undani kuhusiana na habari hii na tuhuma nzito kwa askofu Josephat Gwajima, God Bless Lema pamoja na wenzao. Wataalamu wa sheria kama rais wa TLS Boniface Mabukusi anasema watu hao wanaweza kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, japo kwa mambo yaliyoorodheshwa na jeshi la polisi, wanaweza pia kushtakiwa kwa makosa mengine ikiwemo uharibifu wa mali za umma. Lakini wakili Mabukusi ameona zaidi mashtaka ya uhaini. Mapema tarehe saba Novemba mwaka huu wa elufumilash mwaka huu wa 2025, jeshi la polisi lilitoa taarifa kwa umma likisema na nukuu: taarifa kwa umma, jeshi la polisi nchini linapenda kuutaarifu umma wa Watanzania kuwa kufuatia matukio ya vurugu uporaji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka huu wa 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa na kusababisha madhara kwa binadamu kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi kulileta athari kubwa mbali na athari kwa uhai na maisha ya watu. Waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, Takukuru, mahakama, ATM za, za baadhi ya benki, vituo vya polisi vituo vya mabasi ya mwendokasi kutoka Kimara mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko. Ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na za zege kwa kutumia matairi na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi, CCM. Pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchomwa moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, mbali, magari makubwa na madogo kuchomwa moto. Pia walifanya uporaji wa mali na pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuwa na, na na kuanza kufikishwa mahakamani, jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaombwa kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Pia kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, jeshi la polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata wafuatao. Moja Josephati Gwajima mbili Brenda Jonas Rupia tatu John Mnyika nne Godbless Jonathan Lema tano Machumu Maximilian Kadutu sita Deogratius, Cosmas Mahinyila, 7. Boniface Jacob, 8. Hilda Newton, 9. Awald Kalonga na 10. Amani Golugwa. Jeshi la polisi linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linawafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wame kuisha kamatwa zinaendelea kote nchini na kwamba tarehe saba mwezi wa kumi na moja, mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano baadhi wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linaonya kuwa mtu au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yoyote ile halitasita kuchukua hatua e, za kisheria dhidi yao. Hii ni taarifa kutoka kwa jeshi la polisi ambayo imetolewa siku ya tarehe saba e, mwezi huu wa kumi na moja na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Katika taarifa hiyo ya jeshi la polisi, humo ndani tunapata kutazama ama tumepata kutazama na kushuhudia kwamba Josephat Gwajima pamoja na wenzake akiwemo Mr Godbless Lema wanasakwa na jeshi la polisi. Kwa mujibu wa jeshi la polisi wanadai ya kwamba e, wamefanya uchunguzi na ushahidi wameukusanya hadi sasa, ndio maana wanawasaka Askofu Josephati Gwajima, God bless Lema, e, John Mnyika pamoja na wenzao. John Mnyika ni katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, huku eh, Godbless Lema naye pia akiwa ni miongoni mwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema akiwa ni E, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha Chadema. Lakini pia kwa upande mwingine, Brenda Jonas Rupia naye ni miongoni mwa viongozi wa Chadema akiwemo Deogratias Cosmas Mahinyela e, akiwa ni mwenyekiti wa vijana wa chama cha Chadema ambapo e, kwa upande wake Boniface Jacob naye pia ni miongoni mwa viongozi wa chama cha Chadema. Baada ya taarifa hiyo ya jeshi la polisi kuwa imetoka na kuenea sana katika sehemu mbalimbali hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, wengi wameweza kutoa maoni yao huku wakisema kwamba viongozi wote wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wanaweza kujipata matatani baada ya kilichotokea siku hiyo ya tarehe ishirini na tisa E, mwezi wa kumi na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, imetufikia nasi, tumeiandaa na tunaisogeza kwako kwa ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.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 Kiganjani. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine.